eki nyingi tu, na sasa unafanya uamuzi wa kuwekeza. Umejipanga na umepata ushauri kwa watu mbalimbali, sasa unaamua kuwekeza. Sasa baada ya kama miezi mitatu hivi au miezi sita, unakuta hiyo shughuli ime- imebuma, au kwa waswali wengine wanasema ime- haikufanikiwa kwa maana kuwa fedha uliyowekeza yote imepotea. Sasa nini chanzo cha haya matatizo? Sasa nini chanzo cha haya matatizo? Kuna wengine wanasema labda umefanya uamuzi wa kuwekeza kwenye baya. Wanaweza wakasema napata ushauri sababu mbalimbali. Sasa nini chanzo cha haya matatizo ya kuwekeza fedha ambapo baadaye mradi unaonekana hauna mafanikio? Sasa kwenye kipindi hiki nitakueleza makosa saba ambayo huwa yanafanywa wawekezaji mali yao. Kwa hiyo kuwa nami mpaka mwisho nikuelezee hayo makosa saba ambayo yanafanywa na wawekezaji. Sasa la kwanza ni uwekezaji kwa kudunduliza, Waswahili wanasema yaani. unakuwa hupati pesa kamilifu, unakuwa na pesa ambayo haitoshi. Kwa hiyo unafanya uwekezaji kwa mafungu, unaanza labda na sehemu ya kwanza, inaisha unapumzika, labda baada ya miezi miwili unaanza kutafuta pesa, unarudi tena. Sasa uwekezaji wa namna hiyo au ina mafanikio, kwa sababu unaporudi tena unaweza kukuta bei zimepanda au mazingira yamebadilika. Kwa hiyo unapotaka kuwekeza hakikisha kuwa mtaji au fedha zinazohitajika kuwekeza ziwe zimekamilika, kwa maana kuwa ufanye makadirio sahihi, ufanye utafiti sahihi, hapo ndipo utakapoweza kufanikiwa. Sasa unaepukaje hilo kosa? Unaepuka kwanza kwa kutafuta mtaalamu ambaye atakupigia hesabu ya gharama zote zinazohitajika kwa ajili ya huo mradi unataka kuwekeza. Halafu pili, ni kuwa unajaribu kupata mtaalamu ambaye anaelewa au mwenye taaluma kuhusiana na e, hapo unapotaka kuwekeza, au ndio anakuwa mshauri wako maalumu kwa ajili ya kuwekeza. la pili ni tabia ya kutaka kupata faida haraka haraka. Unasikia tu kwa watu mbalimbali, kwa maana ukiwekeza kwenye shughuli hii hapa faida ni mara kumi au faida hapa ni chap chap. sasa wewe unakurupuka, unakwenda kuwekeza kwenye huo mradi, matokeo yake inakuwa ni disaster. Kwa hiyo usikurupuke au usisikie mawazo ya watu ambao wanasema mradi huu unalipa au mradi huu una faida. Hilo ni kosa. Sasa unaepukana vipi na ili tatizo? Kwanza, inabidi ufahamu uwekezaji ni mchakato. Uwekezaji sio kama ni mbio za mita mia moja unatoka tu papo umemaliza uwekezaji. Inabidi uwe mvumilivu, kuna mambo mengi ya kufanya, na hivyo usikurupuke, ukafikiri kuna mambo ya chapchapu. Inabidi ufanye hivi ili kuepukana na hilo tatizo. Kosa la tatu ni kuanza uwekezaji bila kuwa na akiba kwa ajili ya dharura. Maana yake ni kuwa unakuwa na pesa ambazo ikitokea dharura unajikuta umekwama. Sasa hii linayo ni tatizo ambalo linaokwamisha miradi mingi. Hakikisha unakuwa na fedha ya kutosha kwa ajili ya kuanzisha huo mradi, lakini pili, unakuwa na pesa ya akiba kwa ajili ya dharura yote, inaweza ikatokea, kwa sababu bei zinaweza zikabadilika ghafla au janga linaweza likatokea ambapo inahitaji fedha nyingi ili kuweza kurekebisha. Kwa hiyo hakikisha unakuwa na fedha ya akiba. Kosa la nne ni kutokuwa makini kwenye uwekezaji kwenye maeneo au kwenye ardhi ambayo huna uhakika nayo. Unaweza ukatumia pesa nyingi ukanunua ardhi, ukaanza kujenga au ukaanza kufanya uwekezaji baada ya muda, labda mwaka mmoja au mwaka pili, anajitokeza mtu mwingine anakwambia eneo ni la kwake. Mnaanza kesi zisizokuwa na mwisho na hata bahati mbaya inawezekana ikakutwa kuwa hilo eneo kweli e, sio la kwako. Kwa hiyo unanyang'anywa hilo eneo, hapo unakuwa umepoteza pesa nyingi sana. Kwa hiyo kwenye mambo ya ardhi, hakikisha kuwa unakwenda sehemu zote zinazohusika ili uwe na uhakika kuwa hilo eneo halina matatizo yoyote. Sasa unajikinga vipi na hili tatizo? Namba moja, unatakiwa udai nakala ya hati ambayo ya hilo eneo ili uwe na uhakika kabla hujalinunua. Namba mbili, inabidi ufanye ufanye upekuzi au search, wenyewe wazungu wanasema, naenda kwenye ofisi ya ardhi naenda kadhibitishe kama hilo eneo halina matatizo. Lakini nambu kutumia mwanasheria ambaye yeye mwanasheria ambaye amebobea kwenye haya mambo, na yeye ndio atakaye kushauri husiana na hilo eneo. Alafu namba nne ni kwa usilipe pesa zote, uwe na uhakika kwa hilo eneo kweli halina matatizo. Lipa kiasi, alafu jaribu kufuatilia, ili kama ikitokea bahati mbaya usipoteze fedha zako zote. <muchas> namba tano ni kutofuata sheria za nchi wewe umepata pesa, unajiona una pesa nyingi. Sasa unataka kufanya mambo yako bila kufuata taratibu. Masuala ya kwenda kupata leseni unaona hayana una umuhimu, kwenda kupata tini namba unaona haina umuhimu. Sasa wewe unafanya miradi ambayo ni bubu, ambayo hayijkezaji wako usipate matatizo. osa la sita ni usimamizi mbaya wa mambo ya fedha. Umepata pesa ya kutosha kwa ajili ya mradi, lakini sasa usimamizi wa matumizi unakuwa sio mzuri. Kwanza unakuwa huna plani, lakini pili ni kuwa hata zile pesa zinavyolipwa zinalipwa ki- yani kiovyovyovyo tu, ujui unaanza na wakuta unaishiwa fedha na mradi bado uko katikati. Epuka vipi hilo kosa? Kwanza, inabidi ufungue akaunti benki kwa ajili ya huo mradi. Pesa za mradi zote zinatakiwa ziingie hapo. Pili, unatakiwa uwe na budget. huwe na bajeti husiana na huo mradi. Tatu, unatakiwa uweke record au hesabu za matumizi, unatakiwa uweke record au hesabu za matumizi yanahusiana na huo huo mradi Nne, unatakiwa uwe unafanya e, mapitio ya kila wiki, yaani ni kama vile mnajaribu kuona, e, kwa wiki nzima matumizi yamekwenda vipi, mambo gani yamekuwa na ya, nii, hayako kawaida na vitu kama hivyo. Sasa hivyo ni vitu vya muhimu sana ukitaka uepukane na ile tatizo ka ovyo. Kosa la saba na mwisho ni kuwekeza kwa kufuata mkubwa. Umesikia tu watu wanasema ah, bwana ukiwekeza kwenye madini ya dhahabu huko kuna pesa na wewe unakurupuka na kwenda. Sasa usifanye hivyo, usiwekeze kwa kufuata mkumbo. Fanya wa, e, jaribu kufanya research, jaribu kupata mawazo kutoka kwa wataalamu kabla hujafanya uamuzi e, Usi, kumpuke, wa kuwekeza. Usikurupuke tu kwa kusikia maneno ya mitaani kwa ah, bwana ukitaka kupata pesa nyingi wekeza kwenye mradi huu. Utaajikuta unapata matatizo makubwa. Sasa unafanyaje kuepukana na ile tatizo? Kwanza, fanya utafiti. E, kama ni swala la hisa soma ripoti mbalimbali uweze kuwa na uhakika. Kama kilimo basi pia jaribu kusoma mambo ya kilimo, na kama ni swala la masoko jaribu kuangalia soko liko vipi. Kwa hiyo fanya kwanza utafiti. Mbili, tafuta wataalamu wataalamu ongea nao na wao watakao kueleza kuwekeza. Na tatu anza kidogo, anza kidogo, usianze kwa nguvu, usianze kwa mikogo. E, fanya mambo polepole pole wakati unajifunza, na kama unafanya makosa haitakuwa gharama kubwa sana kwako. Sasa kabla sijamaliza, naona nirudie yale mambo ambayo muhimu niliyokuwa nimeyaelezea. Kwanza ni kujenga mtindo wa dunduliza wanasema wa miaka kumi kwa maana kwa sasa hapo inabidi. Lakini pili ni kukumbizana na utajiri wa haraka haraka, usifanye mambo kwa kutaka utajiri haraka haraka. Lakini tatu ni kusahau akiba ya dharura. Unafanya mradi au unaanzisha mradi bila kuweka akiba kwa ajili ya dharura kama ni